Kwa wale ambao mnatafuta kazi na nafasi za kazi zimeweza kutangazwa katika ofisi Treasury Registrar au TR, Public Service Recruitment Secretariat. Na nafasi hizi kuna senior risk management Officer, hapa kuna posti moja, lakini pia qualification ni anasema, all applicants must be employed in the public service kwa hiyo kuomba nafasi hii hakikisha tayari umeshaajiliwa. Kwa hiyo hii ni nafasi ya kuhamia katika ofisi ya Msajili. Kinachohitajika ni bachelor degree in one of the following field risk management, insurance, actuarial science, economics, official statistics or equivalent qualification from the recognized institution. Salary scale ni TRSS 6.1 Management Analyst 1 to 2 post. Okay, qualification ni kwamba lazima uwe tayari umeshaajiriwa serikalini na uwe na bachelor degree katika human resources management, business administration, public administration, commerce majoring in human resources management of any other related field from accredited institution. Alafu kuna nafasi ya senior management analyst. Hapa kuna posti moja. Lakini pia kuna accountant 1, 2, 3 post. Accountant 1, kuna 3 post, mm-hmm. Qualification. Senior accountant nafasi mbili hapo. Kwa hiyo kama ulikuwa tayari upo serikalini na unataka kuomba nafasi hizi, hakikisha unaweza kufanya maombi nafasi za kazi hizi angalia, usije ukazikosa. Hakikisha unatuma maombi yako mapema kabla ya muda kuisha. Hakikisha unatuma maombi mapema kabla ya muda kuisha, na maombi yote yanatumwa kupitia mfumo wa kielektroniki. Hakikisha una cheti cha kuzaliwa na hakikisha una vitambulisho vyako ambavyo vinatambulika. Kwa waliosoma nje ya nchi, hakikisha vyetu vyenu vimehakikiwa. Lakini pia andika barua yako ya kuomba kazi, barua hiyo ielekezwe kwa secret. Secretary, President Office Public Service Recruitment Secretariat, PO Box 2320, Mahakama Street, Tambukareli Dodoma. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe kumi na moja Februari elfu mbili na ishirini na sita. Kwa weye ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu.